Wananchi wa Simanjiro, nianze kwa kujitambulisha kwa faida ya wanasimanjiro. Mimi naitwa Mwalimu Papaye Ole Njiday, ndio katibu wa mbunge, personal assistance wa mbunge wa jimbo la Simanjiro, na ni ofisi ya mbunge. Nashughulikia zaidi masuala ya PR, public relation, kwa maana ya mahusiano ya umma, ofisi ndogo ya mbunge iliyopo hapa Terrat naishughulika zaidi uh, kupokea maoni, kero kwa ukanda huu wa Simanjiro proper, kama ambavyo tunafahamu ukubwa wa jimbo letu la uchaguzi la Simanjiro. uh, tumawiteni hapa kwa mambo mawili kwa ajili ya wananchi. Jambo la kwanza tupokee salamu za Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa James Kinyasi Millya, mbunge wa jimbo la Simanjiro, lakini pia ndiye naibu waziri wa mambo ya nje ushirikiano wa Afrika Mashariki, anaishughulikia masuala ya Afrika Mashariki. Pili ni kwa ajili ya kuwajuza zaidi ratiba ya huduma za ofisi ya mbunge, hasa ofisi ndogo iliyoko hapa ndani ya mji mdogo wa Terrat Wilaya ya Simanjiro. Ndugu wananchi, ofisi ya mbunge kama ambavyo tunafahamu, Mheshimiwa mbunge James Kinyasi Millya wakili msomi, lakini pia ndiye naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ameona uh, ukubwa wa kijiografia wa jimbo letu la uchaguzi la Simanjiro na akaona atengeneze namna ya ukaribu wa wananchi ili kuweza kuwahudumia. Mheshimiwa Mbunge amegawa ofisi yake kama ambavyo tunafahamu, kuna ofisi kuu ya Mheshimiwa Mbunge pale Orkesmit palipo makao makuu ya Halmashauri ya Wilaya Simanjiro, lakini pia ameamua kufungua ofisi ndogo hapa Terrat Wilaya Simanjiro. Na ofisi hii itahudumia zaidi ukanda huu wa Simanjiro proper. Lakini pia tunakwenda zaidi kwa wananchi ambao wataona wanaweza kufikia mbunge eneo hili kwa ukaribu zaidi, waliopo kule Shambarai Mererani na maeneo mengine, wanaweza kufika hapa ama popote ambapo unaona ni rahisi kufika. Katibu wa mbunge yupo e, ofisi ya mbunge iliyopo Orkesumet, lakini pia na mimi ninayeshughulikia masuala ya public relation e, personal assistance wa mbunge, na mimi niko hapa Terrat. Itakumbukwa mwishoni mwa mwaka jana, mheshimiwa mbunge alifika na kuzindua ofisi eneo hili hapa tulipo leo, na lengo la kufungua ofisi hii ni kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Hii leo nimewaita kwa ajili ya mambo mawili, kwanza ni salamu, lakini la pili kuwajulisheni ratiba kamili ya huduma ya ofisi ya mbunge, hasa katika eneo hili linalohudumu hapa Terrat. Mheshimiwa mbunge ameniagiza amenielekeza kufika ofisini walau, si chini ya siku mbili ndani ya wiki kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi. Hivyo, hmm, sasa niwajulishe ndugu wananchi kwamba nitakuwepo e, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi kwa niaba ya Mheshimiwa James Kinyasi Millya mbunge, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Nitakuwa hapo ofisini siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Siku zingine za wiki tutaendelea na majukumu mengine, tukifahamu kwamba majukumu ni mengi, ikiwepo uh, uwakilishi kwenye vikao na mambo mengine kama hayo. Jambo la pili, niwaletee salamu za mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge um, e, amenielekeza niwasalimie ni kwa niaba yake, lakini salamu zake katika maeneo mawili ama matatu. La kwanza kwenye swala la elimu, ameomba muendelee kushirikiana na ofisi ya mbunge na hasa wananchi, kuhakikisha kwa kwamba mwezi huu wa mwanzo wa mwaka, hasa mwezi huu wa kwanza, tumewasajili wale watoto wote wanaopaswa kuanza darasa la awali. Hiyo ni katika sekta ya elimu, lakini pia kuhakikisha kwa kwamba wananchi wote ambao wamepata fursa ya watoto wao kuchaguliwa kujiunga elimu ya sekondari, kuhakikisha wa kwamba watoto hao wanakwenda kupata elimu kama haki yao ya msingi kwa elimu ya sekondari. Hiyo ni katika sekta ya elimu e, katika eneo hasa linalogusa uchumi wa wananchi wengi, kilimo na ufugaji, Mheshimiwa mbunge anawasalimia katika eneo hilo, lakini pia akiwaomba kwamba wananchi kuzingatia taarifa za TMA kwa maana ya mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa katika eneo la kilimo na ufugaji tufanye kwa kuzingatia zile taarifa zinazotolewa mara kwa mara. Katika kufanya hivyo, tunaweza kufanya kilimo chenye tija, lakini pia ufugaji wenye tija. Jambo la pili, Mheshimiwa mbunge ame nielekeza kwamba anaendelea na majukumu yake ya kitaifa, lakini pia akikumbuka kwamba ndiye mbunge wa jimbo hili, afanya kazi nyingi kwa ajili ya jimbo hili, akikumbuka kwamba kuna swala la utekelezaji wa ilani ambayo moja ya vitu vilivyotajwa ni barabara yetu ya e, e, lami E, kutoka e, Arusha kupita Mbauda kwa Morombo kupita Losinyai kuja Komolo na Donjukin kupita hapa Terat, njia, njia panda ya Emborot, njia panda ya Sukuro, lakini pia kwenda kupita kule katikati e, Rotiana Kidomongen kupita na Berera na kwenda kupita kule Orkesmet na sehemu ya Londrike, sehemu ya kule Kitwai na kutunganisha na wilaya ya jirani ya Kiteto na kwenda mpaka kwenye njia panda ya Kongwa ambayo itaunganisha kwa urahisi jimbo letu na makao makuu ya nchi Dodoma. Anaendelea kunongoneza, uh, hasa kwenye wizara zinazohusika kuhakikisha kwamba eh, barabara hii ya lami ambayo imetajwa kwenye ilani ya CCM lakini pia na yeye ameinadi sana wakati wa kuomba kura kwamba atahakikisha kwamba kwa kila liwezekanalo barabara hii basi itakuja kufanikiwa kwa maombi yenu, lakini anaendelea kuwaomba maombi yenu ili haya yaweze e, kufanyika. Mheshimiwa mbunge anafuatilia kwa ukaribu sana maswali mengi na maoni ambayo yanafika ofisini na mengine yanatajwa kwenye mitandao ya kijamii, na wengi wanahoji zaidi swala la ziara ya mheshimiwa mbunge jimboni. Lakini mapema mno mheshimiwa mbunge ameniomba tu, ndugu wananchi, kwamba niwaelekeze tu kwamba atapanga wakati wa kufika na kufanya ziara. Kama bado unafahamu ana majukumu makubwa ya kitaifa na pamoja na hilo anakumbuka kwamba ana anatakiwa kufika Jimboni na kufanya ziara. Uh, pale ambapo mheshimiwa mbunge atapata wakati ama siku chache, lazima atafika na kufanya ziara Jimboni ili kuwafikia wananchi. Lakini itakumbukwa, kwa baadhi ya kata, mheshimiwa mbunge amekuwa akifika na kuwasalimia. Kwa mfano Uh, kata Orkesumet mheshimiwa mbunge alishafika na kuzungumza na wazee wa mila kama uwakilishi, lakini pia itakumbukwa mheshimiwa mbunge amefika na kukagua kiwanda cha maziwa kilichopo hapa Terrat. Lakini pia kwa mialiko ya shughuli za kijamii, mheshimiwa mbunge alifika kata ya Lobosiret pale eneo la Narakao na alizungumza na, na wananchi na kufahamu zaidi eh, haja ama uhitaji wa wananchi. Mheshimiwa mbunge pia alifika Lobosiret TV, karibuni amefika tarehe 19 mwezi wa kwanza, alifika Lobosiret, lakini lengo la kufika pale ni kwa ajili ya usuluhishi wa masuala kadhaa. A, mheshimiwa mbunge amekuwa akifika jimboni e, si kwa ziara rasmi lakini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yale masuala mtambuka ambayo kwa wakati mwingine hayasubiri ziara, anafika na kuona namna gani anafanya. Lakini mheshimiwa mbunge pia kwa kupitia ofisi zake zote mbili hii ya hapa Terrat na iliyoko Kismet amekuwa akihakikisha kwamba sisi wasaidizi wake tunapokea e, yale maoni a, au makero ama mapendekezo ya wananchi na kumfikishia kwa wakati. Kila siku jioni tunamhabarisha yale yaliyojiri hasa kero za wananchi. Ndugu wananchi, mshauri wa bunge anafahamu kwamba moja ya tatizo kubwa, kubwa ya makero kubwa ya wananchi wa Simanjiro ni migogoro ya ardhi na anafahamu kwamba kumekuwa na migogoro sugu hasa ya mashamba makubwa yaliyopo wilayani Simanjiro. Anawaahidi kwamba atapambana kwa, kwa kadri uwezekanavyo huku mkimwombea kwamba masuala hayo yatapata majibu. Mheshimiwa Mbunge anawashukuru sana wananchi ambao mmeendelea kuwa na imani na yeye. Anawashukuru pia wa, wa, wa, watendaji wa serikali kwa maana ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambayo kwa karibu kabisa wamekuwa wakifanya kazi pamoja, ofisi ya Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya Simanjiro, chama tawala, maana Chama cha Mapinduzi ambacho kimemdhamini na kimemwamini zaidi na kinaendelea kumuonesha ushirikiano. Anawashukuru pia baraza la madiwani likiongozwa na Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri kwa ukaribu na kwa jinsi ambavyo wanaendelea kushirikiana. Eh, Mheshimiwa Mbunge anamshukuru zaidi Mheshimiwa Rais ambaye amemwamini na kumpa Wizara ya Mambo ya Nje akiwa Naibu Waziri anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, kazi ambayo anaendelea kuifanya kwa uaminifu na ametupa heshima. Na mtakumbuka, ndugu wananchi, kwamba hivi hata jana Mheshimiwa Mbunge aliliwakilisha taifa letu la Tanzania kwa kikao e, cha wakuu wa nchi, kamati ya wakuu wa nchi za Afrika, na kikao kile Mheshimiwa James Millya bunge naibu waziri anashughulikia masuala ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba hiyo ni heshima kubwa, Mheshimiwa uh, James Milia ili katika wakati huu ambao Mungu amempa nafasi ya kuwatumikia aweze kututumikia kwa uaminifu, lakini pia kutumikia yale matakwa ama mahitaji ya wananchi wa Simanjiro. Niwashukuruni sana na niwatakie majukumu mema. Tuendelee kuzingatia masuala ya elimu katika wakati huu, hasa mwezi wa mwanzo wa mwaka, wakisha kwamba watoto wetu wanapata elimu bora. Asanteni sana.